Yes, ukiniona mimi basi ujue hapa leo ni msala tu. Kwa hiyo hivi basi, yani mpaka umeniona tena hapa leo, nataka tusikilize msala, ni msala wa nani? Ah, niambie madam, nini kimekukuta mpaka umeamua kufika kwenye Sonko Jr Show? Ah, asante, niliona unarusha baadhi ya vipindi, ndio, kwa hiyo nikashawishika ya kutoa ushuhuda na mimi ndio, ndio, kwa ajili ya kuelimisha jamii yes. Ah, karibu sana karibu sana kwanza kabisa, mimi ni single mother. Cha kwanza kabisa ndio, jamani, usingle mother sio sifa kama mnavyotuona tunajiproud mbele za watu, au yani, tunajionyesha tuna kwamba like sisi ni wanawake single mother tunaweza kupambana, ufanya nini jamani? Ni kweli, lakini kuna aliyojificha nyuma yake. Ndio, nina stori fupi. Miaka mitano iliyopita nyuma I dated someone. Yeah. Na siku yani, unajua kama unavyokutana na mtu huwezi kujua, labda ana lengo hili zuri au baya, na tuseme haikuwa lengo baya ila ivo, ikatokea down nikabeba mimba. Cha kwanza kabisa ilinitenganisha na familia, iliniweka mbali na vitu vyote vya karibu. Kama unavyojua kwenye maisha huwezi kuishi bila watu wa karibu ilinitenganisha na baadhi ya watu wangu wa karibu yeah. Safari yangu ya maisha ndio ya kusimama peke yangu, ndio ilipoanzia. Ndio haikuwa rahisi kama tunavyoona watu wana move on, sijui wanafanya maisha. Haikuwa rahisi, ndio ilikuwa ni safari ngumu sana kwenye maisha yangu, tuseme. Mpaka leo hapa nilipofikia, nilifanikiwa kupata kijana, mtoto wa kiume, yes. Wa kwanza ndio Niliachwa na kila mtu alikuwa karibu yangu. Ilifikia hatua hadi mama hakutamani kuniona mm, ila nilijikaza. Ndugu akutaka kunisikia tena ndio. Familia haikuwai kutaka kuona sura yangu baada ya kuwarudisha nyuma, kwa sababu ndio walikuwa watu pekee wanaonisaidia hivyo, nikaamua kwanza maisha sasa ya kupambana na peke yangu yeah, bila msaada wa mtu yeyote, ilikuwa ni situesheni ngumu, ila somehow, kama Mungu anavyosema like, kuna vitu vingine kwenye maisha yako nabidi upitie ili uweze kujifunza kabisa. Na ujue ni nini nitafanya mbele au maisha yako ya mbele, wezi jua atakavyokuwa. Ndio nitalea ule mtoto. Kulea mtoto peke yako ilikuwa ni ngumu mno, mm, mno mm, hapo. Na ulikuwa unakaa wapi kipindi hicho? ulikuwa naishi Moshi. Ulikuwa naishi Moshi ko baada ya kuanza maisha, namaanisha, ulikuwa ni kabla ya chuo au baada ya chuo? Sikufanikiwa kumaliza hata chuo, ndio. Yes. maisha yalikuwa magumu sana, ndio ilikuwa inafikia wakati nilifanya kazi hadi nyumbani kwa mtu ili tu kukize maisha, kwasababu maisha hayakuwa rahisi kusema kweli, kwasababu nikuwa ni mtu ambaye nimezwea, labda nikikaa hivi naweza nkapiga simu nyumbani, sina hiki yes, sina hili, ila ilinifunza komaa zaidi, kwa nikanafanya kazi kwa watu bila kuchoka di, di, na kuwaficha kwamba sina mtoto ili wasininyime kufanyaje kufanya, kufanya kazi nilifanya kazi kwa miaka miwili nikiwa yes, na mtoto mdogo kabisa like, you know. Lakini wao walikuwa wajui walikuwa wamemweka wapi mtoto kipindi hicho. Saa nyingine nilikuwa namwomba mtu na anakaa naye huku najaribu kumbembeleza mama arudishe moyo nyuma, kwa sababu nilikuwa sina msaada mwingine oh, oh, wowote zaidi yake yeye. Nilikuwa sina marafiki, sina watu wa karibu, sina mtu yoyote, kifupi hivyo. Nikaanza kumbembeleza mama arudishe moyo nyuma ili aweze kunisaidia, kwa sababu baadhi ya vitu vilikuwa yaani, kama unavyojua ukiwa msichana alafu ukapata majukumu kabla ya wakati wako inakuwa ni changamoto yeah. Basi baada ya muda kidogo nikaa naendelea kujikaza hivyo hivyo, napambana, lakini bado haikuwa rahisi kama mtu yani, kama kama unavyosikia tu, ila haikuwa rahisi. Ikafikia kipindi mtoto anaumwa anazidiwa, yani unabaki unamwangalia, kwa sababu huna, huna cha kufanya, huna pesa huna mtu yoyote ambaye unaongea naye, huna kipato chochote tu sehemu ambacho unaingiza kwa muda huo. Kwa hiyo ilikuwa ni hard situation station. Nikipata kazi nikimsikia mtu lada anasema kuna kazi maani, nikawa nafanya ili nichukua mpaka nikawa na nikajifunza hadi kuendesha bodaboda kwa kipindi hicho. Yes. Uh, lakini kabla tujaenda mbele turudi nyuma kidogo. Uh, ni mazingira gani ambayo ulikutana na mtu ambaye alikupatia ujauzito kipindi hicho? Yaani mlijuanaje? Halafu mpaka ukashika ujauzito wake, halafu pia vile vile namna mlivyokutana, lakini pia vilevile mpaka hadi kumalizia kuachana, yaani, mpaka ku kipindi kipindi hicho ambacho nakutana naye nilikuwa nasoma. Mm-hmm. Chuo. Hi. Yeye alikuwa ni mfanya kazi, kwa hiyo yani mimi kwenda chuo nilikuwa napita maeneo yake ya kazi alipokuwa anafanya kazi yes. Kwao lazima upite pale, upate kidogo, pita naenda chuo. uh -huh. Kama unavyojua vijana, vishawishi. Yes, ndio ndio, basi nikawa na mahusiano naye, akanitambulisha kwao. Ilikuwa sio sio, yaani alikuwa sio mahusiano muda mrefu, ila yaani, kuna baadhi ya vitu alikuwa ameniaminisha kama e, kona kabisa kwamba huyu tunaweza kufika naye mbali. Yes. Akanitambulisha kwao, baada ya tukaendelea almost like kama miezi tisa hivi kama yeah, like, miezi tisa, siku moja ndo nikaja nikagundua I was pregnant And then nikamwambia, akadhani kama ni utani, kanambia like, mimi sasa hivi sijajipanga, siko tayari kulea huo ujauzito, au labda unanitania. Nikamwambia hapana, mimi sija sikutani kuhusu hilo, mimi ni kweli ni mjamzito. Basi akashirikisha familia yao, naona wakufikiana na hilo jambo. Akarudi, i think ilikuwa siku kama ya Jumapili, nakumbuka. Akanipigia simu kwamba jioni tuonane ili tuongee kuhusu iyo huo ujauzito sasa, na yeye alikuwa amenisisitiza kwamba hayuko tayari kulea. Hiyo jioni tukakutana, then ndo akaniambia sasa kwa uhalisia kwamba mimi sipo tayari kuitwa baba kwa sasa. Okay. Familia inanitegemea sijui, na majukumu kibao nkamaa konma ikamchukua mda kwanza kuamini kama mimi ni mjamzito. Mpaka siku moja akanipeleka hospitali mwenyewe bila mimi kujua naenda na kupima UKIMWI na nini kweli kunipima, akakuta na mimba. hiyo hiyo siku sikujua kama alikuwa mshapanga safari kabla au la yeah, ila aliondoka. aliondoka yani, aliondoka kivipi? aliondoka kikazi, akaama nchi. aliondoka kikazi kimkoa, aliama nchi. alipokuwa anaondoka yani, tuseme kwamba alipokuwa, tuseme mpakani labda, akanitumia message kwamba mimi sipo tayari kulea huo ujauzito kama utakuwa tayari kutoa hiyo mimba tutaendelea, ila kama hautokuwa tayari mimi kwanzia sasa hivi sitokuwepo tena Tanzania maisha yangu yote. Ujauzito bakinao kama zawadi. Muda huu ananiambia hivu mimba ikwe na miezi miwili. Nilikuwa tu yani tuseme kila mtu lazima utapanic, najua lazima utapaa, ni kutaona kama anakutania. Labda nikajaribu kwenda kazini kwao, wakanambia alishachukua transfer ya kuhamishwa muda mrefu, alikuwa ameshachukua transfer ya kuhama kazi muda mrefu kidogo. Kwao sikuwa na budi, maana sikuwa na mtu yote nawasiliana naye upande wa kwao. Nikakubali ile situation, ndo mwanzo wa kuanza kuilea hiyo mimba peke yangu, na mpaka sasa hivi mtoto anakisa miaka sita. Wow. Hongera, hongera sana, hongera pole, madamu, silie. Sie basi, safari yangu ya maisha ya tofauti ndo akaanzia hapo, hata yeah. Nyumbani hawakunielewa kwa sababu, na wao sikujua, labda na wao walichukulia kama hivyo ili niendelee na masomo, au nilikuwa sijue lengo, ila ndo ni, ni chanzo cha kutengwa nyumbani.

watu ambao wana ndugu wa kiume sana wanaelewa. Ndio, ukiwa na makaka huwa hawapendi kuona karibu na marafiki wa kiume hata. Mm, wao najua ilikuwa ni ngumu kupokea, ila walinipa hukumu ambayo ilinifanya mpaka leo hii, yani ka, iliniumiza na kuniathiri kisaikolojia, lakini ilinipa nguvu ya kujua kwamba kweli nimekosea na nijifunze kuwa hakuna kitu kirahisi. Hakuna mtu anayeweza kukuonea huruma zaidi ya wewe mwenyewe. Kwanza kujionea huruma ndo mtu mwingine akuonea huruma, ndo nikapambana. Usilie madam, usilie unajua, sahivi tayari umesha akisha watoto wamekuwa nini, kwahiyo unatakiwa utoe somo ambalo kwa aliopo chuo sasa hivi asicheze maisha yake, hajui ni nini anachotakiwa kukifanya uh, mchaguli njia sahihi ya kwamba yeye akiwa chuo hafokas na elimu. Baada ya elimu atapata mtu sahihi, mtu sahihi ambaye atamuintroduce kwenye familia. Kwa hiyo yani, kwa hiyo jamani, safari aikuwa rahisi kama tunavyoongea, haijawahi kuwa rahisi kiukweli kabisa, haijawahi kuwa rahisi hata sasa hivi japo tuna maintain baadhi ya mambo, la safari haijaikwa rahisi. Wewe msichana mwenzangu, au hata kama sie msichana, ni mtu mzima pia, kunizidi i think, usingomaza sio sifa. Yani kujiona kwamba hata kama una pesa unajua, ila kuna ule muda, kama ukipata support, unajua, yani upata hata mtu tu anakuuliza hivi una shida ya kitu fulani, au hapa hivi naweza nikakupushi hivi na hivi, inakuwaga, inasaidia. Kiburi akisaidii, usingomaza sio sifa. Napenda kuwambia kwamba dunia imebadilika sana sana sana, na usipojifunza kujipenda mwenyewe hakuna atakayekupenda. Usipojifunza kujipa nafasi wewe mwenyewe hakuna atakayekupa nafasi, na pia usipoweza kujituma hakuna atakayekusaidia au kukusimamia zaidi yako peke yako wewe. Binti ambaye bado upo nyumbani, nikushauri tu, heshimu hata kama haupo nyumbani unaishi maisha fulani, heshima watu wanaokuzunguka kwa sababu ipo siku utafanya kosa dogo sana; kwenye akili yako utaona ni dogo ila watu watakavyokupokea watakupokea kwenye sana kwenye kwa namna tofauti sana. Hakuna jambo hivyo, usitumie hisia sana kwenye mambo ambayo hayahitaji kutumia akili. Tuliza akili, kaa chini, jitafsiri upo wapi maisha yako yakoje? Jiangalie labda wewe mwenyewe, hali yako, kama wewe kama wewe, watu wanaokuzunguka, usiwaifanya mistake. kama ambazo sisi tunazifanya, usingomaza ni hali ambayo wanaakini tunaathirika kisaikolojia. Ukiusikia mtu sijui ana depression, unakuwa unaona kama amechanganyikiwa au huyu naye ana overdose. Mambo hapana So kama nauvaduzia ila kuna baadhi ya changamoto ambazo tunapitia ila kumwelezea mtu inakuwa ni ngumu, au huna mtu wa kumwelezea, unaumia, unatamani ungeomba na mtu a umshirikishe kwamba u utapambana. Leo kesho utakuwa unaona kabisa kwamba sahivi labda nina uwezo wa kuingiza chochote kitu ila Mwenyezi Mungu ana, ana baraka zake na, na upande wa pili, kuna siku unapata kuna siku unakosa. Mtoto anakua labda usizani kila siku ataendelea kunywa uji tu, kuna chakula, kuna kwenda shule, majukumu yazini kuongezea kadri mtoto anavyozidi kukua. Hivyo mtu usikimbilie tu kwa sababu huo umri unaenda, sii nipate labda mtoto

nilikuwa naishi na mdogo wangu wa kike, kwahiyo alikuwa ni mdogo ambaye hawezi kuangalia mtoto, hawezi ku unajua zile yes, ila nilikuwa najitahidi nawai kuamka, nafanya shughuli zote na make sure ni akibaki anabaki na mtoto tu, hana kitu kingine chochote ambacho anahitaji kukishughulikia. Kwahiyo kwanzia pale ivo nikana jitahidi ka karibu na familia kama unavyojua, mama mama hawezi kukutupa japokuwa yes, atakupokea kishinga upande, lakini hawezi kukutupa. Mama akanikubalia ya safari yangu, kaa inaendelea vilevile, nikaa naendelea kufanya kazi kwa watu huku najifunza mambo ya saluni, saluni za kike na za kiume, na pia nikaa najifunza kuendesha bodaboda yani Kazi unaenda asubuhi, unarudi jioni. Kwa hiyo jioni nikirudi, kama nikipata amuri au unakuta baba, kuna mtu anasuka, naenda usiku namalizia, wanataka niende kumalizia mikia. Kwa hiyo naenda usiku najifunza pale kumalizia mikia. Kesho yake nikiamka, unakuta labda kazini sijaitwa, maana kwanza kazi ya kupigiwa, si unakuta baba, kazini sijaitwa, naenda kijiweni. Kwa sababu yaani, ukiangalia maisha yangu yalikuwa magumu, kifupi nilikuwa sijui, yani kuwa niko stressed out, kwa sababu yani sijui mtoto nitamkuzaje, alafu kiangalia ndo nikuwa na experience ya mama. Kwa hiyo ilikuwa ni very hard situation to me, kwa hiyo nikaenda hivo kinyiweni, watu wananichukulia like, wewe mbona kama unapenda kama mwanaume, nikaambia hapana, ipo siku mtajua sababu, sababu mimi nilimficha sana mtoto. Yani mtoto tumekuja kumweka wazi tumesepana na miaka miwili. Yani, ishu za gereji kama watoto wa kiume, nikaa hivo hivo, huku ni naitwa saluni, huku naenda huku fanya kazi nani kwa watu tangine, naumwa uwezi hata kuamka, ila inabidi ufanye hivo, kwa sababu ukisema unalala, ujue na mtoto wako hato kula, mahitaji ya muhimu hayatokuwepo. Hivyo ilikuwa inaniwia ngumu sana kwenye maisha yangu. Baada ya muda, nikaamua kuhama, nikahamia Dar es Salaam mm. kama tunavyojua jamani, Dar es Salaam kama huna pesa, ni mji mzito mno, uliochangamka sana Asoso kwa watoto wa kike ni changamoto kubwa kwa ume, na kwa ni, ni wa kwa ni ilikuwa ni changamoto kubwa sana. Unaweza ukawa umeenda labda kuomba kazi, mtu anakwambia, mbona ni mtoto mdogo sana wewe? hatuwezi kukupa kazi, unaonekana bado mdogo. Au ukifanya kazi sehemu unanyanyasika, yani hawezi ku appreciate kama vile unakuwa mtu mzima, na uwezi kumwaminisha mtu kitu ambacho haamini, kwa very hard situation. kuna dada aliwachua, anakwambia mi bila baba wangu mwenye mwenye mwili fulani hivi maisha yangu kidogo, yani embo waambie kitu ambacho utamalizia kabisa iliweze kupata elimjua hiyo, cha kwanza um, kabisa kama una mbaba usisawa na mke wake hicho sure. Ni cha kwanza, mbaba sikudanganya, like mimi mke wangu simpendi, au mke wangu yuko mbali kikazi au tulishaachana wasiingie na gia zozote, kipa sifa ukajiona labda utaolewa. Alafu cha pili pia maradhi kwa sababu kama huye ni mtu mzima na stil bado anahitaji kuwa na mahusiano mengine. Kwa ushauri wangu, wasichana, tusipende kurash maisha, yani tusiwasikimbilie. Yes, usirash maisha. Kama imeandikwa wewe unafaa upite njia hii, njia hii, basi zingatie ile mifumo ambayo itakusaidia. Cha kwanza itakusaidia wewe kiakili, yeah. kwa sababu akili yako inahitaji ikuwe zaidi kuliko hisia za mwili wako. Sure. Yes.